Habari zenu lovers. Assalamu alaikum, karibu na karibu tena Aisha's Kitchen. Kama damawake kwanza kufanya kurasa huyu, karibu sana na kama tayari ni mwanafamilia Aisha's Kitchen. Asante kwa mara nyingine na unajua na kupenda mno. Mm, leo tunapika haka kawali ni simple sana lakini, kana ladha yake ya tofauti. Kawali katambi, zile tambi ndogo ndogo za vermicelli. Basi bila kuchelewa tuingie jikoni. Hapa nina tambi Zile broken vermicelli, unaweza ukatumia tambi zote ambazo unazo, lakini hizi ndogo ndogo zinapendeza zaidi. Hiliki vikunje vitano, na mchele nusu na robo. Kwenye sufuria tutaweka mafuta, yakishapata moto tutaanza kuweka zile vermicelli zetu. Vermicelli nimetumia gramu mia, nitaweka na hiliki, alafu utakaanga mpaka itakapobadilika rangi na kuwa golden brown. Ukipenda unaweza ukaacha rangi yako isikolee sana, ikawa tu kama hivi, lakini pia unaweza ukaikoleza na ikawa kama hii yangu hapa. Na ukishapata rangi ambayo unaitaka, nitaweka mchele. Nitumia mchele wa basmati nusu na robo, nimeosha vizuri, lakini pia unaweza ukatumia mchele wote ambao unaupenda. Ukishamaliza kutia mchele wako, basi utaendelea kuchanganya na kukaangiza kama dakika moja mpaka mbili, na ukisha changanyikana vizuri, pembeni utakuwa umeishachemsha maji. Unaweza ukatumia keto, kama huna keto unaweza ukaweka kwenye chombo chako chochote, lakini ni vizuri ukatumia maji ya moto. Utachanganya vizuri na kuhakikisha maji yanatosha kuweza kuivisha wali wangu, nimeongeza na chumvi kwa ajili ya ladha. Nitaweka pia na ndimu kiasi kidogo sana, ndimu au limawe. Hii ni optional, unaweza uweke wala usiweke kama hupendi, maana najua kuna baadhi ya watu t hey, wali unawekwa ndimu <laughs> lakini ukiweka unapata ka testi, yani yani ka testi kangine kangine, lakini kama hupendi kipenzi achana nayo na haitaharibisha chochote. Nimeona maji yangu hayatoshi, nimeongeza tena kiasi, na nitafunika mpaka wali wangu utakapokaukia. Nitarudi kuangalia. Nimegeuza hapa. Sasa ukitaka, unaweza ukaweka nazi, yaani ukiweka nazi unazidisha ladhani, inakuwa na ladha tamtam zaidi, lakini pia unaweza ukaweka maji kama mimi hivi, si mbaya, na nitafunikia na foil au unaweza ukatumia mfuniko tu kama mfuniko wako una unabana vizuri au baking paper. Utapunguza moto na kuacha wali wako uwive taratibu kwa mvoke, na baada ya dakika tano saba hivyo, na wali wangu ulikuwa uko tayari, yaani hapa ni unanukia. Uh, uzuri huu wali huo hauchagui mboga na nasi tumeula na rosti la nyama lenye nazi, video nitaleta hivi karibuni inshallah. Lakini pia huu wali hauchagui mboga kabisa, unaweza ka, ukalia hata maharage yako umeunga vizuri, yamekolea ya, yaani kitu kinatoka na una enjoy. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, natumai utapenda na kujaribu. Babba, bye bye, bon appetit.